Kushare picha ene ni screenshot kwenye akaunti yangu. Tena ni ndugu wa karibu, mm. Tena na mheshimu. Mm. Akafungua, aka, akanitaka nani, akanitumia, akaniambia ndo nini. Na mimi nikawa nashangaa, nini? Haya, baadaye akarusha kwenye buku ambalo mna familia. Yes, kijana kijana ameenda Dar es Salaam. <laughs> Alipotoka. Ame, amepotea. Kufuatilia kumbe akaunti yangu nadhani wali. Waliiba baadaye wakawa wanaitumia kurusha zile picha za uchi kitu. Kwa hiyo nikaonekana mimi ndo ndo share hizo ndo na share. Kwa hiyo kweli psychologically nilikuwa tochaji, yani nikaona. Sasa hapa tutaelezea aje? Lakini kwa wale wasomi wanaweza wakanielewa kwamba kweli hichi kitu kinaweza kutokea. Ila sasa kumconvince yule mtu ambaye elimu yake ni ndogo, lazima akuchukulie wewe umekuwa ume, ni mtu ambaye umebadilika, na ukiangalia umelelewa katika ma, ma, ma, malezi mazuri. Mimi na kanisani na wewe kanisani kibo. <laughs> Sawa, tunitimisha hapo athari za moja kwa moja, yani unazoziona nazoziona a